Kwa majina naitwa Daudi Martini, mwenyekiti wa mtaa wa Maisaka Kati. Leo tunamkabidhi Husna michango yetu ya wadau pamoja na wananchi wa mtaa wa Maisaka Kati. Awali ya yote, nimshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kuhamasisha zoezi hili la kuchangia maafa haya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya janga hili la moto. Baada ya tukio hili tuliona ni vema sisi kama jamii kumsapoti mwananchi wetu angalau kwa chochote tulichokipata, lakini kiasi hiki kilichopatikana kikidhi mahitaji. Hivyo basi, bado nawaomba na wadau naomba, bado na watu wengine wote wanaoguswa na tukio hili waendelee kuchangia, wakati mwananchi huyu kapata matatizo. Kwanza nimshukuru, mshukuru mheshimiwa bunge alifika hapa kwenye eneo hili. Na baadaye akanipa maelekezo niweze kuwahamasisha wadau mbalimbali waweze kuchangia. Sasa kwa kuwa mimi ni, ni kiongozi wa grupu la WhatsApp la Babati yetu, nikawa nimeshauriana na wadau wengine na na grupu wengine kwa sababu pia tuna utaratibu huo. Tukaanzisha mchango na tukapata kiasi cha shilingi laki tisa na elfu hamsini lakini pia nikapata laki lakini kiasi kingine kwa wadau wengine. Kwa hiyo kiasi tulichokipata tukaona ni vyema tukanunua bati 38 lakini pamoja na mbao hiyo Uh, jumla ya vitu ambavyo tumekabidhi leo vinathamani ya shilingi milioni moja kama elfu ishirini na tisa hivi. Hii ni michango ambayo michango na wadau mbalimbali kwenye grupu la Babati yetu, lakini na magrupu mengine ya WhatsApp. Lakini pia mheshimiwa mbunge alishatangulia kufika hapa kwenye eneo hili na yeye akawa ametanguliza mchango wake wa shilingi laki moja kwa ajili ya hatua za awali za kumsalia mwananchi huyu pamoja na mahitaji mengine kwa sababu kama mnavyoona nyumba imeungua na mwananchi hakuwa na sehemu nyingine yote ya kuweza kuishi. Kwa hiyo hatua za awali zilifanywa na ofisi ya mbunge na tukakuendelea vile vile kwa kuhamasisha wadau wengine waweze kuchangia hicho ambacho mnachokiona leo na hicho ambacho tulicho kikabizi leo. Ila sisi kama grupu la WhatsApp tumesitisha mchango wetu, tumeufunga na leo tumekabizi. Uh, mdau mwingine anayetaka kuweza kuendelea kuchanga atachanga moja kwa moja kwa kwa mhusika. Mimi naitwa Husna Hassan Hussein. Mi ndo mwenye janga lile la kuunguliwa na nyumba useme nilichomewa nyumba. Nashukuru wadau waloguswa, nashukuru wamenisaidia wa kunichangia bati wakunichangia bati na mbao. Nashukuru sana Mungu awazidishie wa na tuseme bado ma, mahali yangu haijakaa sawa bado na maisha magumu ndio bado, bado sijapata pa kuishi Mchango huu utanisaidia kiasi kikubwa kwa sababu sasa na hakika kupaua ntapaua, tabaki labda madirisha andani, kitanda, labodoro, na vitu vya ndani kama vile kitanda magodoro na nguo za kuvaa pia, bila kwa hili labati. nashukuru Mungu. Mimi nawashukuru sana kwa uloguswa na ulonichangia kwa kal, ambao siwajui hawanijui na, wa hawani na wakaguswa wakanisaidia. 78 tunawaza hii tukio la namna hii ni la kinyama sana. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana wadau waliojitokeza kwa ajili ya kuweza kumsaidia huyu mwenzetu, na sisi pia tumejitahidi kuchangachanga kwenye mtaa, tumepata kiasi hicho ambacho mwenyekiti ametangaza na bado tunaendelea ili kuhakikisha kwamba kidogo maisha yake yarudi kama yalivyo kidogo. Kwa hiyo nashukuru sana wadau, mi sina mengi zaidi ya hayo. Kwa majina naitwa ni Frida Samuel Joseph, ni jirani yake na mama hapa alopata maafa. Kwa kweli ni kitendo ambacho hakifurahishi kwa jamii, sio tu kwa hapa, sehemu yote ile haipendezi. Ni mdada mpambanaji anahitaji pia kusaidiwa.